Jina langu naitwa Michael Urio, ni mgombea wa nafasi ya udiwani kupitia e, Chama cha Mapinduzi, kata yetu ya Kunduchi, kata ambayo e, kama mnavyofahamu, tunaendelea na kampeni na tumepata bahati nzuri au bahati ya kipekee kabisa kwamba e, miongoni mwa wagombea akiwemo mgombea mwenza wa nafasi ya urais Chama cha Mapinduzi. Eh, Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi atafanya mkutano wake hapa tarehe moja siku ya Jumatano katika uwanja huu wa Meco. Kwa hiyo tunachoendelea nacho, ndugu waandishi wa habari wa hapa, tunaendelea kupita kijiwe kwa kijiwe, mtaa kwa mtaa, kuhamasisha kwanza wananchi waweze kufika kwenye mikutano yetu ikiwemo mkutano wa Daktari Emmanuel Nchimbi lakini tukiendelea kuzisaka kura za Daktari Samia Suluh Hassan. Lakini pia tukiendelea kuomba kura kwa ajili ya mbunge wetu ndugu Geoffrey Timoth na mimi mwenyewe kuendelea kujiombea kura. Kwa hiyo unaona, hawa hawa wote ni vijana ambao eh, wako katika kata yetu ya Kunduchi, na vijana wabodaboda wamesema watanisindikiza kuhakikisha tunazisaka mtaa kwa mtaa kura za Daktari Samia Suluh Hassan. Kwa hiyo niwashukuruni sana ndugu waandishi kwa kufika na tutafurahi mkiendelea kuongozana na sisi katika mchakamchaka eh, huu mchaka wa kuzisaka kura za Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kura za CCM kwa ujumla wake. Kwa hiyo nawakaribisha sana na niendelee kuwakaribisha wananchi siku ya Jumatano, hapa patakuwa hapatoshi, ni balaa, wanasema ni balaa kubwa kuliko yote. Kunduchi, tuna jambo letu Kunduchi, tuna jambo letu Samia ee, letu. Samia mitano tena! Samia mitano tena! Geoffrey Timoth. Sasa hivi tuingie mti. Karibu, karibu Kinondoni, karibu Kawe, Kunduchi yae, oye.